Muislamu asimamie kutoa kiwango maalum min malihi, katika mali yake alladhi aladhi razakah Allah azza wa jalla bihi, mali ambayo Allah kamruzuku. Idha balagha miqdara muayyana, kifika kiwango maalum. Kwa hiyo ni pale mtu akitoa kiwango maalumu katika mali yake ambayo Allah kamruzuku. Na hii ni dalili kwamba mali hiyo inatakiwa iwe ya halali, siwe ya haramu. Sawa, maanake inategemea pia kwamba mtu kazi yake nini. Mwingine anafanya kazi ya ujambazi au ya nini, awezi kusema bwana, hapa nitolee zaka. A -a. lazima iwe ni kazi ya halali. Kwa hiyo ikishafika kiwango fulani, yani muda fulani, basi anatakiwa atoe kiwango maalum. Wamarat alaihi sanatun hijriya, na ile mali ikapita wa mwaka wa hijiria, mwaka wa hijiria. Wa yambaghi lilmuslim an yusila hadha lmala ila mustahiqihi, na yatakikana mwislamu aifikishe hii mali kwa yule mwenye kustahiqi

wajibu kwa kila mmoja wetu aipitie sura hiyo kwa urefu zaidi. Aya ya 60, atakutana na aya hii ikiwa inaelezea ni nani apewe zaka. Inama innamasadakatu, hakika sadaka ya zaka inaelekezwa kwa nani? Lilfuqarai, wa mafukara, maskini wale waliopitiliza, walmasakin, na maskini kwa pili, wal amilina alaiha, na wale wenye kuifanyia kazi katika ukusanyaji na vinginevyo, wakatengeneza mikakati. Lakini pia namba nne, wal muallafat qulubuhum, na wale watu wenye kukusanya kuunganishwa nyoyo zao, watu wenye kukusanyishwa nyoyo zao anasema, wa fir riqab, na kadhalika watumwa

walmasakin na masikini, walamilina aaleiha, na wale wenye kufanya ile kazi ya kuikusanya au wale ambao watakuwa ni watendaji katika ule upatikanaji wa ile zaka yenyewe. Fungu lenye utata hili kwamba mtu anachukua alafu akitumia anasema walamilina aaleiha, Allahu almusta'an walmualafati kulubuhu, na wenye kuungwa nyoyo zao. Aidha mwingine kwamba ukimpa imani itazidi, awe ni Muislam au mwingine, kwamba ni kafiri katika kupewa kwake inaweza ikawa ni sababu ya yeye kuongoka na kuingia katika Uislamu au akaacha maudhi kwa Waislamu, vyote vinaingia muallafat quluhu. Imani hana kwa kumpa kwake, basi ni sababu ya yeye kuwa na imani. Lakini baadhi pia kasema pia inakusudiwa yule ambaye si mwislamu, lakini mnamtaraji kwamba huyu ni kiongozi mkubwa, mathalan kwa kumpa hiki mezikawa ni sababu ya yeye kuongoka na akishaongoka kuna watu wengi wako nyuma yake, nao wataongoka kwa sababu ya, ya mtu wao yule mkubwa kaongoka. Lakini pia mwingine ni yule ambaye mnampa ili kidogo wazuie shari zake kwa waislamu wa hakadha, walafat qulubuhum fi riqabi akadhalika, watumwa walgharimina, na mtu aliyeingia madeni yamemzidia, au gharama gharimi gharama ni yani, mtu ambaye amekutwa na mazito ambayo yanamwacha kwamba alipe mapesa mengi, huyo anafaa kupewa zaka. Wafi sabilillahi, katika njia za Allah tabaraka wataala. Kwa hiyo akisema wafi sabilillahi, iwe ni katika jihad fi sabilillahi au kwenye misikiti kama hivi au kwenye madaris yani, mtu akatoa kwa ajili ya kusaidia kitu fulani, yote hii inaingia. Wabni sabil na kadhalika, mtu aliyekatikiwa njia. Wabni sabil, ibni sabil ni yule aliyekatikiwa njia, anaitwa ibnu sabil. We umetoka hapo, naenda Ruvuma, mara gari ikaharibika, mara mtu ameibiwa, gari imeharibika, kaibiwa japo eh, kuna simu lakini yule mtu atakiwa athaminiwe sana, ambaye kakatikiwa na njia kwa, anaitwa Ibnu Sabil, mtoto wa njia, safari yake imekatika kabla ya kufika lile eneo alilokuwa anakusudia. Na haya anawatokea watu wengi sana. Mtu anaondoka anapigiana simu na mwenyeji wake, hajui anakoenda, anapanda gari, anafika kule, mwenyeji hapatikani, ana haha hata kama mtu ana mapesa kiasi gani, lakini yuko katika hatari ya kuibiwa maskini. Sababu wakicheza nani kidogo washapita naye, na kuwa ni mtihani. Kwa hiyo yu yule atakikana asaidiwe, katika watu wanaotakikana wasaidiwe. Lakini sasa hivi wamekuwa ni wengi sana, sababu hiyo ni moja katika njia ambazo watu wanasaidia sana. Kuna watu wanajifanya mafakiri ili waombe wapewe na watu wakajifanya ni maskini, hayo kupitiliza, ili tuwapewe. Kuna wengine wajifanye, umekatikiwa njia bwana, mimi naenda sehemu fulani, naenda sehemu fulani hivi na hivi, kumbe ni wezi, kumbe ni matapeli. Kwa hiyo, hili nalo lazima litizamwe na lichunguzwe. Nasema aya hiyo ni aya ya 60 sura At-Tauba. Unaweza ukaipitia zaidi upate faida nasema wasanajaalu fasla kamila libayani anwaaiha wa miqdariha wa shuruti ikhrajiha, tutafanya darasa maalum huko mbele kwa kubainisha aina yake na kiwango chake na masharti ya kutoa hiyo zaka, insha Allah. Namba nne, saumu Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan, nguzo ya nne, wahuwa alimtinau an kulli almufattirat ni kujizuia na kila chenye kufunguza. Na vyenye kufunguza ni nini? min taamin, iwe ni chakula wa sharabi au kinywaji, wa ghairi dhalika min tului lfajri hata ghurubi shams, na vinginevyo vivokuwa hivi, kuanzia kuchomoza kwa fajiri mpaka jua kuzama. Kufunga ni kujizuia na kila chenye kufunguza miongoni mwa chakula au kinywaji na vinginevyo. Na kufunga huko kunaanzia kuchomoza kwa fajiri, bila shaka ni fajru sadiq, fajiri ya ukweli. Maana ya fajri, fajirani, kuna fajr al-kadhib wal fajr as sadiq, kuna fajiri ya uongo na fajiri ya kweli. Fajiri ya kweli hii ambayo sisi tuna swali ndio inaitwa fajru sadiq. Kwa hiyo kuanzia kuchomoza kwa hii fajiri basi mtu atakiwa ajizuie mpaka jua likizama. Pale jua likizama tu, sio usubiri sijui bado kuna wakawaka pale. Jua likizama tu likiwa limeondoa kidogo kidogo mpaka likazama, manake ah, bado pale kuna mwanga mwanga hivi na hivi, la likizama tu jua basi, pale ni muda wa kufuturu. Wadhalika ualu hadha ash-shahri al-karim ma istihdari niya wa murakabati Llahi azza wa jalla. Na hivyo ni kipindi cha mwezi wote mtukufu, kama mwezi wa Ramadhani. Sawa, somo Ramadhani, yani tual hadha lshahri alkarim, yani kwa kipindi chote cha mwezi huo wa Ramadhani mtukufu, pamoja na kuihudhurisha nia na kumchunga Allah azza wa jalla kwamba anakuona katika hali zako zote.

na mtu atakiwa ajizuie na kuwaudhi watu wengine. waau anyarud lisaata bimithliha, au an yarud lisaata bimithliha. Atakiwa aache kuudhi wengine, hatakiwe arudishe ubaya mfano wake. fa intaarafa ahadun lahu, akijitokeza yoyote kwake bilidhai wa kumudhi, falyaqul, basi aseme: inni saimun, hakika mimi nimefunga. Nguzo ya tano alhaju, ni kuhiji. Wamanahu, maana yake an yaksida almuslimu altwajuha limakkata almukarama, ni mtu kukusudia kwenda Makkata almukarama liadai ibadati lhaji, kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji. Wa hiya ruknun asasiyun nayo, hii ni nguzo ya msingi sana min arkani lislami, katika nguzo za Uislamu liman istataha lqiyama bihi, kwa yule mwenye kuweza kuisimamia nguzo hii maa lqudrati lmaliya wa lbadaniya, awe na uwezo wa kimali na kimwili. Mwingine aweza kuwa na uwezo wa kimwili. Sisi wengi uwezo wetu wa kimwili, kuhimili ile mikiki mikiki ya haji. Maana yake kule sio ile, wame wamekuja kuswali umeingia sehemu ile ya kutawadhia, raha mustarehe kabisa, hivi unatawadha una, kutoka hapo unaingia msikitini safi. La, kuna mikiki mikiki, sehemu yingine unakimbia, sehemu nyingine unakuwa wengi msongamano, wahakadha. Kwa hiyo mtu mwili wake uwe fiti, lakini pia kipato chake pia kiwe ni kizuri, uwezo wa kimali awe na uwezo wa kimali kipato kiwe kizuri, ndio hivyo, kwamba haya ni moja katika masharti makubwa ya kwenda haji, mtu ana uwezo wa kimali. Hii ni ibada ambayo katika sehemu ambayo haitendewi haki ni nchi kama Tanzania. Baadhi ya nchi za wenzetu, mtoto akiwa mdogo tu anawekewa akaunti yake ya haji O mtu atahangaika, atahangaika anaweka kidogo kidogo, kiwa ni hata baada ya miaka kumi, kumi na tano, kutokana na kipato cha mtu, basi mtu anaenda haji. Zipo baadhi ya nchi za wenzetu, sio Tanzania. Tanzania, wanaoenda haji wanaonekana ni watu wenye pesa, akiwa ni yale mapesa mingi, yaani matajiri ama sisi watu wengine tunafanya harakati nyinginezo ambazo zinagharimu mamilioni ya pesa, lakini mtu kujiandaa, kwa mimi, kwa miaka mitatu natenga, bwana hii, ndani ya miaka mitatu mimi niende haji, hiyo tumeshindwa kabisa. Allah atuongoze katika hili. Walmaksudu bilbaiti, huna maksudi hiyo ya haji bait, hiyo baiti hapa alkabatu lmusharafa

Kin. awe rtiabi ambayo hayana kitu chochote kinachopita pale katika mashaka na rai, yani hakuna mashaka wala tatizo lolote, wala budda fihi min alqawli billisani, na hakuna budi kutamka kwa qa ulimi, kauli kwa qa ulimi ma'a tasdik aljazim bilqalbi pamoja na kusadikisha kiundani hasa katika moyo, wa lamali alladhi yusaddiqu wa yatawaafaku maa nutqi nutki billisani, na matendo ambayo yanasadikisha na yanawafikiana pamoja na kule kutamka katika ulimi imani

yale yaliyohukumiwa na, na kufundishwa na kutambulishwa na hiyo imani kwa viungo vyake, ayafanyie kazi yale ambayo yamehukumiwa, au ndiyo ambayo yanaielezea hiyo imani, atakiwa ayafanyie kazi kwa viungo vyake. wa huwa yazidu bitaa wa fi'li lkhairi, na imani nazidi kwa kumtii Allah na kukufanya, kwa kukufanya kheri.

An al-iman yatadammanu sittata arkani, kwamba imani ina mafungamano au inatengenezwa na nguzo sita. Fahaya bina sawia jooni, sasa nyote kwa pamoja, kwa usawa, linataarafa ala hadhihi al-arkani, ili tujifunze hizi nguzo wa maaniha, na maana zake, bi uslubi sahlin wa muyassarin